Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, huko mtandaoni bwana, mambo yanazidi kuwa mengi, na hivi karibuni ni kwamba nadhani utakuwa unafahamu kwamba fujo zilizotokea siku kadhaa zilizopita hapa Bongo zimepelekea uharibifu wa mali za watu. Uh, katika fujo hizo bwana, kuna baadhi ya watu ambao mali zao zilikuwa zimeharibiwa kutokana na machafuko au kutokana na fujo ambazo zilikuwa zimetokea. Kama unakumbuka vizuri, ni kwamba wasanii kama vile Shilole uh, Juksi pamoja na Bilnas sehemu zao za biashara bwana zilivamiwa na vijana na wakaanza kuzitia moto. Kwa upande wa Jux yeye duka lake lilivunjwavunjwa vunjwa, na watu wakavamia wakachukua baadhi ya vitu, lakini pia kwa upande wa duka la Bilnasi lile la simu pale makumbusho jijini Dar es Salaam na nye, lenyewe bwana liliteketezwa kabisa kwa moto. Lakini ukija upande mwingine huku bwana ni kwamba kwa Shilole eh, sehemu yake ile ya kuuza chakula ya Shishi Food ni kwamba iliteketea yote jumla, yani hakuna kilichokuwa kimebaki. Ni jambo ambalo kiukweli ukiliangalia kwa namna moja au nyingine linasikitisha. So, vijana bwana wamevamia duka la walivamia sehemu ya biashara ya Shilole na wakaitia moto yote ikateketea, e. Na baada ya hapo ni kwamba tukaona Shilole alikuwa yuko kimya, lakini hivi karibuni bwana ni kwamba Shilole ameamua kutoa statement, ameamua azungumze jambo kutokana na kile ambacho kimetokea kuhusiana na duka lake kuhusiana na biashara yake ya shishifudi kuchomwa moto na vijana ambao waliamua kufanya fujo hapa town. Ya sasa kwa mujibu wa maneno ambayo ameandika Shilole kupitia ukurasa wake wa Instagram, baada ya hicho kilichotokea kwake, baada ya maafa ambayo yeye ameyapitia au yamemkuta moja kwa moja, kupitia ukurasa wake wa Instagram Shilole bwana ameamua kulizungumzia hilo swala na ameweka hapa ujumbe mrefu kabisa, akiwa anaelezea kuhusiana na yeye jinsi anavyojisikia. Shilole ameanza kwa herufi kubwa, ameandika ujumbe wangu kwa taifa, afakaanza salamu kwanza kabisa nitoe huyu ni Shilole hapa, namnukuu, ameandika kwamba kwanza kabisa nitoe pole za dhati kwa wote walio waliofikwa na msiba, majeraha au hasara kutokana na vurugu zilizotokea kurudisha, kurudish, eh, haka, akaendelea hapa Shilole kuandika kwamba kurudishiana maumivu si utu wala si msingi wa taifa letu. Tofauti za kisiasa eh, hazitufanyi tuache kuwa eh, kuwa wa jamii moja, kwani kabla ya itikadi sisi ni binadamu na ni Watanzania. Mwanadada Shilole akaendelea hapa kuandika kwamba mimi ni muhanga wa fujo hizo, na ofisi yangu imechomwa na mali zangu zimeteketea. Wapo wanaoonekana kufurahia e, wakidai kwamba nilistahili kwa sababu ya msimamo wangu wa kisiasa, lakini ukweli ni huu: sijawahi kumtuka kumtukana mtu, sijawahi kumdhuru mtu, nimekuwa tu muumini wa siasa ninayoiamini kupitia chama changu cha CCM Shilole akaendelea kusema kwamba eh, lakini, je, wale wasio na chama walioumizwa, je, nani anawatetea? Hili linaonyesha wazi kuwa fujo, fujo hazitofautishi bali ni uharibifu usio na mantiki. Shilole akaendelea kusema kwamba kwa hiyo basi, wakati huu si muda wa kutafutana mchawi nani wala kushindana eh, kutupiana lawama, ni wakati wa busara We in... akaendelea Shilole kusema kwamba nawabariki na kuwasamehe wote waliohusika katika uharibifu wa biashara yangu huku wakiwa wamedhamiria kunirudisha nyuma. Muhimu ni kwamba Mwenyezi Mungu ameendelea kuni ruzuku uhai, basi naamini kwamba mali zinaweza kurejeshwa, eh, kwa juhudi na ku, na, kwa juhudi na kupambana pasipo kukata tamaa, lakini pumzi ya uhai haina mbadala. Alhamdulillah, ameandika hivyo Shilole. Uh, lakini Shilole akaendelea kusema kwamba naiombea iombe, na nchi yangu, naombea rais wangu mama Samia pamoja na serikali yake uh, katika kuendelea awamu ya sita katika kipindi chake cha pili, kwani ninaamini kuwa huu ni wakati wa kuimarisha umoja na upendo kwa taifa letu. Ni muhimu sana uh, tukawaunga mkono viongozi wetu. Shilole akaendelea tena kusema kwamba nami sitarudi nyuma katu, nitaendelea kuamini kutetea na kusimama na imani safi ya chama cha CCM, licha ya ba... licha ya majaribu vitisho na hasara nilizozipata. Ninashauri tusimame katika nguzo ya hekima maridhiano, uvumilivu na utatuzi wa hoja bila fujo. Bibi ya Shilole bwana ameandika hivyo, lakini ya kuishia hapo akaendelea tena kusema kwamba eh, kwa walionijulia kwa, kwa hali baada ya kuzushiwa kifo, poleni kwa namna mlivyojisikia baada ya habari zile. Asanteni kwa, kwa kujali. Mali zilizopotea ni hasara kubwa sana, na nimeumia, ila haziwezi kuwa na thamani kuliko uzima huu Mungu alionipa. Alhamdulillah. Akamalizia hapa Shilole kwa kuandika kwamba e, tuchague amani, tuchague umoja, tuchague busara. na hayo ni maneno mazito kwelikweli ya hekima ambayo ameandika mwanadada Shilole, mpambanaji huyu mwanadada. E, ambaye anajituma kwelikweli na tunafahamu kwamba biashara yake ilikuwa ni shishi food pale, lakini ndio hivyo amepatwa na majanga hayo baada ya e, watu kwenda kuchoma na kuteketeza kabisa biashara yake hiyo. E, ni jambo la kusikitisha, lakini at the end of the day ni kwamba Shilole ameweka wazi kwamba yeye amewasamehe na anaomba baraka watu wote ambao wamefanya yale mambo, lakini pia at the same time amesisitiza amani. Moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi hapa, e, kila mtu hapa Tanzania amekuwa kisisitiza ni amani, ili watu waendelee na shughuli zao za kila siku. Yaani, jambo la msingi zaidi ni kwamba nchi yetu iwe na amani kwa ajili ya watu kuendelea, eh, kutafuta riski eh, kulea familia na vitu vingine kama hivyo. So it is what it is. Hicho ndicho alichokizungumza Shilole ukiwa kama mdau na wewe bwana, hebu tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, lakini pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.